Jinsi ilivyokuwa hapa, aliingia kwenye mfumo na kukutana kwanza na left hand ya Hassan Mwakinyo, lakini vile vile ikawa bado anaendelea kujilinda, lakini ile ambayo alikutana nayo hiyo hapo, ambao ilikuwa ni moja kati ya kwenye, ikawa mkuta Eribo na kumpeleka Uh, ilimkamata Eribo akiwa haioni inapotoka yes, kwenye Jolene ama kwenye kidevu na kumfanya Eribo kupiga magoti, uh, kabla ya baadaye kuhesabiwa na kutenda kurikava na fight kufika tamati. So ilikuwa ni knockout ambayo imetokana na kubia Intercontinental uh, WBF Intercontinental lakini vilevile ABU Africa WBO Africa Hassan Mwakinyo ambaye amepanda majukwaa ya ndani na nje ya nchi, raundi ya pili imetosha ninaruhusiwa kwenye mchezo wa boxing usisubiri, mpaka imeweza ikawa, ni sekunde ya kwanza tu, walifanya hivyo kina Mike Tyson, kabla hujafumba na kufumbua, unakuta pambano limekuisha ikitokea